Kwingineko tunaarifiwa kwamba watu watano wameuawa na wengine sita wamejeruhiwa katika uvamizi wa wezi wa mifugo katika eneo la Kawap huko Baragoi Samburu Kaskazini. Wavamizi hao wanaaminika kutoweka na mifugo ambayo idadi yake haijabainika. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Bonfas Barasa, vikosi vya usalama vimeanzisha msako wa kuwanasa wezi hao. Kwa mara nyingine tena visa vya vi uvamizi wa wizi wa mifugo vimeibuka katika eneo la Baragoi Samburu Kaskazini, baada ya kimya cha muda kushuhudiwa. Uvamizi wa punde ukiwafika wafugaji katika kijiji cha Kilepoi kata ya Kawap, wafugaji watano wakiuawa na wengine sita wakiwachwa na majeraha ya risasi. Tunasikitika sana kuhusu vita ambayo inaendelea kwa sababu ndugu zetu wanauliwa ng'ombe zetu zinachukuliwa, stori za vita, watu wanauana hapa juu ya ujinga ng'ombe unasikia, imeenda mtu muhimu. Tungependa kuambia serikali ya rais, rais Ruto atuangalie bana. Majeruhi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali barago ya Baragoi na ile rufaa ya Samburu. Tulipofungua ng'ombe kuenda kushinga, tulifamiwa na watu kama ni wasita kupiga risasi kwa jumla, eh, ni walikuwa wa sita. Watatu wako Baragoi, wawili wako hapa, County Referral Hospital, na moja aliaga njiani wakikuja. Utulivu wa Baragoi uliafikiwa baada ya serikali kutuma kikosi maalum cha usalama eneo hilo kilichozima mashambulizi ya mara kwa mara, hasa kwa mtutu wa bunduki. Tunasikianga mkono ya serikali ni ndefu na tunaamini hivyo, kama vile sisi tunaamini Mwenyezi si Mungu. Sasa tunaamini serikali wanaweza fanya hii jambo kunyang'anya watu pinduki waache kufanya hii mambo ya kuua watu na kunyang'anyana ng'ombe sababu hii pinduki ndio inatusumbua sana hii eri yetu. Vikosi vya usalama vimezidisha juhudi za kuwasaka majangili hao ili kurejesha mifugo walioibwa. Uvamizi wa wizi wa mifugo unapochipuza upya katika maeneo ya Baragoi, wakazi sasa wanaitaka serikali kukirejesha kikosi maalum cha usalama kilichofanikiwa kuzima mirindimo ya risasi maeneo hayo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.